Kwanza utambue hii ni Wizara ya Maliasili na Utalii ina, ina wanyama wengi sana. Kwa hiyo tuna mfumo wetu, tuna mbinu nyingi. Kwa hiyo tembo akikaa mahali, sidhani kama, kama anaweza kutolewa na mnyama yoyote kwa uzito wake. Kwa hiyo tuna mbinu tuna, ambazo tunafanya mazoezi ya kila siku na mwalimu wetu, na tunafanya team timu. Kwa hiyo kama mnafanya kitu kwa timu na umoja, lazima muwe na ushirikiano katika mazoezi na mchezo pia vilevile. Kwa hiyo tuna michezo yetu ambayo tukikaa na tukiicheza, sidhani kama kuna mpinzani anaweza kutupindua. Tumekuwa ni sehemu ya timu bora kwa miaka mingi sana ya kuvutana na kamba mpaka tumekuwa na maadui wengi sana. Sasa huwa tuna staili mbalimbali za kuvutana na kamba, na staili moja wapo tunayoitumia sasa inaitwa elephant staili ambayo tembo huwa akiitumia kutoka kwenye tope kurudi kawaida, ndio hiyo staili tunaita Elephant. Kwa ukisikia elephant, ni watu wanakuwa wana move taratibu, wanaondoka wana move taratibu, wanaondoka. Sasa wewe adui, utakuwa unaona kama bado tunavutana, lakini utafika tu, yaani utaona kama bado huendi, lakini tunakuvuta taratibu. Hii ile inaitwa elephant. Tuna style nyingine naitwa catwalk. Tuna style nyingine tunaita buffalo au nyati, ile ndo ngumu zaidi kwa sababu tunakuwacha, tunatulia tu, wewe unakaa kungang'ana, unaangaika, alafu sisi ukishachoka ndo tunakuvuta. Kwanza tuna train, tumekaa kambini takribani wiki mbili, na tunaushukuru uongozi wa wizara chini ya katibu mkuu wetu mahiri Dr Abasi ambaye ametuwezesha kwanza kushiriki katika michezo hii, lakini akatoa kibali sisi wachezaji tuweze kujinoa takribani wiki mbili ili kuweza kutreni na kuwa imara zaidi, na matokeo yake ndio kama hivi tunafanya vizuri.